Hello. habari Kamanda? Nzuri, habari mchana. Nzuri, naitwa Catherine Kahabi wa Global TV. Ndio. Ya chukua tunahitaji uthibitisho wako juu ya aliyekuwa mmiliki mm. wa magari ya Super Sami Samson Josiah ambaye mwili wake ameokotwa na wavuvi katika mto Ndabaka ukiwa umefungwa mm. kwenye mfuko wa sandarusi na picha zake zina kwenye mtandao msijuzi mm. habari zina ukweli wowote? mm gari lake pia limekutwa limechomwa na watu wasiojulikana. Gari uh, lilikuwa limechomwa, sio sio jana, siku kadhaa zilizopita mm. ilikutwa mahali limechomwa. Uh, h uh, labda unaweza ukatupa hata kwa information za awali ama uchunguzi wa awali, labda nini, labda kimesababisha ama chanzo ama kwa... taarifa zilikuwa za kupotea, taarifa zilikuwa za kupotea huyu ndugu Josia mm. uko mwishoni wa mwezi wa pili huko Mwanza ndiko ambako wanaishi na kwa hiyo, kwa kaa anatafutwa, ila kule alihada anakwenda la Lamadi e, kusimiu mm. Kwa hiyo baada ya siku kadhaa, mwanzo wa mwezi wa tatu, gari yenye chomwa moto e, maeneo ya Serengeti kama mm. unaingia mbuga ya Serengeti ukitoka barabara kubwa ya Mwanza Msoma na kilomita, mpaka jana jioni tu mwili wa huyu bwana ambaye otambua ikiwa katika ahere ndani ya maji mpakani mwa wilaya ya Serengeti mkoa wa Mara na wilaya ya ya ya Busega mkoa wa Simiyu, mtu kanapita pale ndani ya maji labda kwa habari zozote e, katika hali ya uchunguzi wa uchunguzi wa awali pengine alikuwa mm, na uadui wowote au labda yeye aliwahi kuripoti. Uchunguzi unaendelea, uchunguzi unaendelea na watuhumiwa wanne tumeshawashikilia, okay. wa kwa hiyo kwa, kwa sasa tunachunguza e, taarifa itapokamilika tutashirikisha mm na labda kuna aliwa hapo enzi za uwai wake, pengine katika uchunguzi kwenye vituo vyote aliwahi kuripoti marehemu, labda kuna watu wanamfuatilia kwa namna moja ama nyingine, hiyo taarifa sina kwamba alishakuwa, sina, aliondoka vizuri kwa maana kwao, anaenda huko mkoa wa Simiyu huko Lamadi, basi hakupatikana karibu tarehe ishirini na saba mwezi wa pili mpaka jana na kuonekana kwenye mto ukiwa mpakani mwa wilaya ya Busega na Simiyu na wilaya ya Serengeti na ya na kwa. Ukiachana na hilo, pengine katika hawa watuhumiwa wanne, miongoni mwa watu wanne mliowakamata, je, ni watu wa aina gani? Ni wafanyabiashara, ni wanafunzi, ni vijana tu wa mtaani, ama ni watu wa koje? Sio, sio vijana wa mtaani, ni watu ambao baadhi walikuwa na mawasiliano sasa mengine ni ya upelelezi zaidi, tunaendelea kwaiyo. Ni watu wake wa karibu? Unawezekana ni karibu lakini kulikuwa ma na mawasiliano. Okay, nashukuru sana kwa ushirikiano wako.